Karibuni wasikilizaji wa Radio Mbiu, sauti ya faraja, katika kipindi hiki cha 41 cha tafakari ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu katika mwanga wa taarifa tunazozikuta katika Sande ya Torino. Ni kipindi kinacholetwa na Padri Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwauso iliyojengwa kumwenzi huyu anayeonekana katika sanda ya Torino. Mada yetu leo itakuwa na kichwa cha habari, imani ya pokea. Nitaanza kwa nukuu. Kama picha ya sanda ingegunduliwa kwamba ni kitu cha kubuni, huo ungekuwa muujiza mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Profesa Donald Len wa shirika la NASA la Marekani, National Aeronautics Space Administration. Sanda inakuja kwetu kama kitu cha kuonwa. Kwa njia ya sanda, yeye yule aliyekufa kwa ajili ya watu anaweza kubisha kwenye mlango wa mtu yeyote, awe mwanasayansi au vinginevyo, huku akiibeba zawadi inayomfaa mtafiti kama sanda ya Torino. Hii ni zawadi inayofaa kwa kizazi chetu kinachopendelea mawasiliano ya picha, filamu na video za kila aina. Mtume Tomaso aliyeweka sharti la kuona na kugusa kwa kusadiki kwake aliambia hivi na Bwana, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasiona wakaamini. Ayo tunayokuta katika Injili ya Yoani sura ya ishirini mstari wa ishirini na moja. Hata hivyo, Bwana mwenyewe alijua kwamba wanafunzi wake ni binadamu kama wengine, hivyo kwao inapendeza kuona Bwana alipompatia Tomaso nafasi ya kutia kidole chake ubavuni mwake ili kwa njia hiyo aweze kutambua kwamba ni yeye kweli, akuwazuia mitume wengine wasitazame. Bila shaka wao pia walitumia macho yao, wakatazama na kuona, hata kama hawakuwa wameomba kuona kwao au kuwapunguzia imani na upendo wao kwake. Vilevile asimuliavyo mwinjili Luka Siku ile Yesu alipowatokea mitume kumi na mmoja aliwaruhusu watumie sia zao wajithibitishie kwamba kweli ni yeye. Alisema hivi: mbona mnafadhaika na kwa nini mnaona shaka mioni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni shikeni ni mwone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Hii ni katika Injili ya Luka sura ya 24 mstari wa 38 hadi mstari wa 39. Hakuna la kushangaza. Yesu neno wa Mungu alifanyika mwili ili watu wamsikie, wamuone, na wakitaka hata wamshikeshike, ni ruksa. Ninalipenda agizo la Bwana kwa mitume wake wapenzi, nishike nishike, ni muone Kutokana na matukio kama hayo tunaweza kuelewa kwamba Bwana apingani na hisia zetu. Macho yetu, masikio yetu na vidole vyetu vinaweza kutusaidia kumjua Yesu, vinaweza kutusaidia kuimarisha imani yetu, ni nyenzo za kukomaa kwetu katika imani. Kwa hiyo kuitazama sanda hakunipunguzia imani. Hatuwezi kusema kwamba kutafiti sanda kunatokana na ukosefu wa imani. Kama mimi ni mwanasayansi nayekaa masaa ishirini na mane kwa siku katika maabara, huko huko ndani ya maabara ninaweza kukutana na Yesu aliyeteswa na kufa, kama vyombo vya maabara vinavyoweza kumsaidia mtu yeyote kuona vizuri zaidi kupitia kwenye picha ya sanda. Hivyo, mpango wa kutunza usafi wa imani yangu kwa kuzuia sayansi isiseme neno lolote juu ya kitu chochote kinachogusa imani yangu huenda ni mpango potofu. Sanda ni dirisha zuri na pana lenye uwezo wa kuingiza mwanga mwingi katika maisha ya imani ya Mkristu. Sanda inaweza kumvuta hata mtu asiyekuwa na imani katika Yesu paka hata akaweza kumleta kwake. Kwa hiyo kwa sanda sio kikwazo. Sanda ni nyenzo au njia, sanda ni msaada. Sanda ni zawadi nzuri kwa yeyote aliye tayari kuipokea kama ilivyo, bila woga. Basi kwa maneno hayo, ndugu zangu wasikilizaji, tukamilisha kipindi chetu cha siku ya arobaini na moja ya tafakari juu ya mateso ya Bwana Yesu Kristu katika mwanga wa taarifa kwenye sanda ya Torino. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na kesho basi tuweze kuendelea na tafakari yetu chini ya mada tutakayoita damu Mukori. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.